kufika mahali ambapo Mungu amekusudia. Baba mwangalizi tayari ameshaomba kwa ajili ya neno, basi mimi niweze kwenda moja kwa moja kwenye neno. Na tulisema kwamba semina yetu inasimamia vile vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni cha Yoeli, ile sura ya pili na ule mstari wa 28 hadi 30. Lakini pia na kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya pili mstari wa kwanza hadi 40 ndipo semina yetu imeenda kujikita mahali hapo au katika vifungu hivyo. Sasa leo tunaendelea pale ambapo tulipoishia, lakini toe tu kwamba kwa ufupi niweze kusummarize kwa wale ambao hawakupata kibali. Tulizungumzia mambo mengi, pia tukaangalia tukaangalia mambo ambayo yatakayosababisha sisi tuweze kupata uamsho. Tukakuta kuna toba ya kweli, tukakuta kuna uvumilivu, tukakuta pia kuna maombi, na tukawaangalia watumishi mbalimbali ambao wanaleta uamsho. Lakini leo tutaenda kuangalia ile siri ya ya, ya, ya kuwa na uamsho kwa kizazi kipya. Changamoto ziko nyingi sana, kama nilivyosema vile ambavyo mara ya kwanza kwamba kwa kizazi hichi cha sasa hatuwezi tuka tukapingana na maendeleo yanayoendelea kwa sasa, yaani hatuwezi tukapingana na teknolojia. Teknolojia kila siku inazidi kukua na kuongezeka viwango mpaka viwango. Sasa sisi kama ni wa Pentekoste, lazima tumsii Mungu aliye hai na Mungu aweze kutupa hekima namna ya kutembea katika kizazi hichi, Amen. Hichi ni kizazi ambacho cha utafiti, kizazi ambacho kutaka kujua ni flani, aritoa, kwa nini aliniambia nisiingie ataingia. Kuna ushuhuda fulani mtu alitoa akasema kwamba alimpa mwanaye simu. Mwanae, baada ya kutumia, alikuwa ni mtoto shule msingi, simu ikaharibika, akampelekea mzazi wake. Mzazi akamwambia basi, kwa kuwa imeharibika, iweke ndani. Mtoto akubaliana nalo na lile jambo, akafanya anavyojua yeye, akaenda kutengeneza kwa fundi, akawa anatumia ile simu kwa siri. Mwisho wa siku akampata mtu rafiki ambaye ni wa nje ya nchi, rafiki akaanza kuchatinae Kijana alikuwa ni wa kiume. Baada ya kufanya mawasiliano kwa muda, rafiki akamuuliza una girlfriend?" Akamwambia sina. Akasema sasa inatakiwa uwe na mtu. Sasa katika mazungumzo yalivyoendelea, mtu ambaye anamwambia rafiki hawe naye, maanake ni rafiki wa kiume yani, yani, yani, yani, yani, yani mtoto wa kiume au na rafiki wa kiume yani, ushoga basi. Yule rafiki wa kule nje akaanza kumpa maelekezo, kuna mafuta fulani yanauza sehemu fulani ukanunue, na ukishampata huyo mtu mimi nitakutumia kila kitu. Kweli akamtumia pesa, akaenda akodi chumba. Lakini kilichomsaidia yule kijana baadaye kujua kwamba nilipo sipo sahihi, kwa sababu ya kitu ambacho wazazi wake waliwekeza kwake, kwa yule kwa mtoto, kikamnusuru. Sasa nataka nizungumza nini? Kwamba sisi kwa akili zetu, kwa mawazo yetu, hatuwezi tukapingana na teknolojia. Unaweza ukambana mtoto kwenye hengo hii, akatokeza kwenye hengo fulani, kezi, kila kitu kiko wazi. Akili bandia hapo, za akili bandia ziko nyingi sana, na kila ukicha wanaendelea kuzitengeneza. Sasa tunaenda kuangalia kile kitabu cha Yoeli na matendo ya mitume Yoeli. Matatizo ambayo unayaona kwa sasa ya kulia kuhitaji uwepo wa Mungu ndani ya kanisa na, na hata wakati huo alikupa mambo kama hayo hayo kwamba wana wa Israeli walitembea baadaye wakamwacha Mungu. Mama, akawa na anawaambia nabii huyo huoeli yaikwa nabii kwa upande ule wa Yuda. Kwa hiyo yu ule upande nabii akasimama, akawa anazungumza, jamani, mumurudie Bwana, muinuke. Baada ya kuambia hayo mwisho wa siku lakini mkiamua kunirudia mimi nami nitawarudia Bwana Yesu apewe sifa. Imefika sehemu kabisa tuliweka usawa kati ya wapentekoste na dunia, yani dunia na kanisa vikawa zikawa ni sawa, hata tunasikia kwa sasa. Bwana atusaidie sana. Ah, Yoeli, ni miongoni mwa wale manabii ambao manabii wadogo katika manabii tuna manabii wakubwa na wadogo. Manabii wakubwa ni wako wanne, lakini vitabu vya manabii wakubwa ni viko vitano, lakini vitabu vya manabii wadogo ni viko vitabu kumi na mbili. Sasa hivi vitabu vya manabii wadogo, kwa nini mito manabii wadogo? Mito manabii wadogo si kwa na kwamba kwa sababu ya umri wao? Hapana, kwa sababu ya jumbe zao zilizoandika ni fupi, sio ndefu. Sasa miongoni ambayo mwanabii leo tunamzungumzia tunamzungumzia tunamzungumzia Nabii Yoeli, lakini maana ya neno Yoeli kwamba inamaanisha ni Bwana wangu, inamaanisha ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni namna ya kutambua uwepo wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Aa, na kitabu chasa kiliandikwa mwaka 835 kabla ya Kristo na eneo lilioandikwa ni Yerusalemu. Lakini kusudi la kuandika ni kua, kusudi la kuandika kwa kwamba ni ile tunasema siku ya Bwana, maanake siku ya Bwana ni siku ya hukumu. Lakini kabla ya hukumu, Mungu anatoa angalizo au anatoa namna kufanya watu wake idakiwa weze kufanya nini. Bwana tusaidie sana, watu wa Mungu. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu siri ya uamsho kwa kizazi kipya kuna mambo ambayo sisi inatakiwa tuweze kuyafanya ili tuwe salama, lasi hivyo, tukajikuta kwamba ndani ya kanisa kwamba tuko watu mia mbili, lakini palapanda ikilia, palapanda ikipigwa, watakawenda kumlaki Bwana mawinguni ni wachache, kwa sababu tujajikomiti, yani tuja hatujajisalimisha, yani atuja, atuja, atuja, atuja chini ya Roho Mtakatifu, yani hatujakubali tuweze kuungamana na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye ambaye mwenye mamlaka ya kanisa sasa kulifanya kanisa lifananie Mungu aliye hai, na ndipo kanisa nafanania Mungu aliye hai, na ndipo parapanda ikilia. Maana kuna uhusiano kama sumaku, jinsi ambavyo ilivyo sumaku na chuma, tutakazungumzia kwamba chuma ni sisi wanadamu ambao tuliomwamini Yesu Kristo, lakini sumaku ni Roho Mtakatifu. Kwa kile kitendo cha kuja kukaribia ile chuma, inavukwa ndio maana Biblia inasambia kwamba Walipa, unakuta walipo wawili mmoja, hata mgine hatatwaliwa. Kuna kioja ninaiangalia mtandaoni uh, ya siku za mwisho ikaonyesha kwamba wapo kwenye ibada wanaabudu, wengine wanatoka, wanatokachini anatua mavaa yani, na tai zimetua, awapo ndani, wanaamaki vipi? Kuna nini kwa nikapata picha nikasemaumi ni uende takuwa hivi sasa. Kwa nini somo hili limefika siku ya leo? somo hili limefika siku ya siku ya leo ni, ni, wa, ni, wa, ni wa isa isa, wakati sahihi sana. Wakati mwingine tunagombana na vijana tunashindwa kuelewana na vijana, vijana hamtueleze kwa sababu ya wakati ambao tulikuwa nao. Kwa lazima mtambue kwamba nyakati tulizokuwa nazo ni nyakati za kizazi koje kanisa inatakiwa liendaje katika huo mfumo? Lengo kuwapata wote hata kijana, kwa sababu sisi kwa sababu sisi vijana ndio bado tunaendelea kukua. Kwa hiyo tunavyolisishwa kile ambacho kumcha Mungu, maanayake moto unaendelea kubakia madhabahuni. Sasa tusipowekwa kipaumbele na kulishishwa kile kitu, manake wale ambao tayari umri wao ameshaenda wanapotoka, wale ambao mbao tulibakia wana chochote kutaka kuwekeana kitu cha kawaida kitu cha kawaida, sababu ile ofu na nguvu ya Mungu ndani ya mtu haipo. Mungu atusaidie sana. Sasa mambo ya kufanya, kufanya kwenye kizazi hikiya kufanya kwenye kizazi hiki ili tuwe salama na tutembee na uwepo wa nguvu za Mungu yani Usifanya wale kama wengine ambao wanayofanya, wananunua watu, wanawapa fedha, wanaekti. Sasa huwa Biblia inasema Mungu aziakiwi akipandacho mtu ndicho atakacho kivuna. Kwa sisi ni Wapentekoste, lazima tumhitaji yeye mwenye si nguvu, yeye alioweka maisha ya viumbe hai waendelee kusurvive ndio tunao mhitaji sasa ya kwanza. Kwanza lazima tutambue kutambua majila na nyakati. Hili tuoke hapa tupo, lazima tujue majila na nyakati tulizo nazo ni nyakati. Kitabu cha Danieli 9 mstari wa kumi Ah, mstari wa pili sorry. Danieli tisa, mstari wa pili. Ile sura ya tisa inazungumza kuhusu habari za unabii. Ngoja tupasome hapo. Kuna kitu nimekipenda sana hapa tupasome hapo wapendwa. Naomba tufungue Danieli sura ya tisa mstari wa pili. Naomba wote uwepo nguvu za Mungu ndani ya mtu jambo ni la msingi la msingi la msingi ni kumpenda Mungu ngapi? wa pili katika m mw... wa Dario, mwana wa swelo wa uzao wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya miliki ya wakoldayo. Mstari wa pili, sema katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake nini...